Familia ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi Sheryl Ohanga aliyedaiwa kufariki baada ya kuanguka kutoka ghorofani huko Nyamira, sasa imejitokeza kupinga madai hayo ikidai mwana wao huenda alirushwa kutoka ghorofa hiyo. Wakizungumza makafani hospital ya hospitali ya rufaa ya Nyamira baada ya upasuaji wa maiti, familia hiyo ikiongozwa na mamake Sheryl Rispa imesema Ripoti ya upasuaji imethibitisha kwamba msichana huyo alifariki kutokana na majeraha ya kifaa butu kwenye ubongo. Ripoti hiyo pia ilithibitisha kwamba Sheryl alikuwa na majeraha kwenye kiuno na kuvunjika mkono wake wa kushoto. Wamefanya post mortem, au daktari mwenye amefanya ametupia majibu kwa huu mtoto alikuwa na na inchali amba kwa, kwa, kwa kichwa, alafu nyingine ni kwa spinal cord, na mkono zenye tu. Tunaomba ni justice. Serikali kama ikipenda tu itusaidie justice yonekane kwa huyu mtoto wetu. Alikuwa yeye ndiye alikuwa tegemeo kwa familia. Hatuna la kusema, haki tuko tu na majuzi, tuombee tu Tuseme mtu akichirusa kutoka kwa ghorofa huwa kuna njia, mtu anaanguka ana, anaanguki kwa kwenda nyuma, anaanguka kifudifudi, yaani kwenda mbele tuleke